Organization has taken this extraordinary step of declaring it a global emergency. Monkeypox Monkeypox. Monkeypox. vaccine. Monkeypox. Habari <marena> Tanzania, jina langu Dr. Ntuli Kapologwe ni mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka Wizara ya Afya. Nipo hapa leo kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa Mpox. Ugonjwa huu ambao awali ulijulikana kama monkeypox au homa nyani upo miongoni mwa magonjwa ya kuambukizwa. Unasababishwa na virusi viitwavyo monkeypox. Virusi vya monkeypox vipo katika familia ya virusi viitwavyo pox viridae, katika genus ya orthopox virus. Virusi hivi vipo katika kundi moja na virusi vya smallpox, yani ndui. Kuna aina kuu mbili ya virusi vya mpox maarufu kama clade. Tuna clade 1 ambayo hii ina madhara makubwa zaidi na inaenea kwa haraka, lakini pia tuna clade 2 ambayo hii madhara yake ni kidogo na vifo si ni vichache. Mpox sio ugonjwa mgeni hapa duniani kwani kwa mara ya kwanza uligundulika mwaka 1958 nchini Denmark kutoka kwa nyani waliokuwa wakifugwa kwa ajili ya utafiti, na kisa cha kwanza kwa binadamu kiliripotiwa mwaka 1970 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadaye kuanza kusambaa katika nchi mbalimbali duniani kote. Kwa sasa visa vya ugonjwa wa Mpox vimeripotiwa katika mabara yote duniani, ikiwemo bara la Afrika pamoja na nchi yetu ya Tanzania, ambayo imeripoti ugonjwa huu kwa mara ya kwanza mwezi Machi. Ugonjwa wa Mpox unaenea kwa haraka kutoka sehemu moja kuenda kwa nyingine. Hii ni kutokana na mwingiliano mkubwa wa binadamu uliopo hivi sasa ambao unachangiwa na usafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Mpox huambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu au kutoka binadamu moja, kwa binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine kupitia njia zifuatazo: kugusa vipele ngozi au vidondo ya mwili wa mtu ambaye aliambukizwa mpox, kugusa majimaji na mwili wa mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox kama vile mate, jasho, mkojo, kinyesi, matapishi na kamasi; kugusa vitu kama godoro, nguo, mashuka au vifaa vilivyotumiwa na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox; na kutoka kwa mama mjamzito kwenda kwa mtoto wake akiwa angali tumboni au wakati wa kujifungua; kugusa au kula nyama ya wanyamapori ambayo ina maambukizi ya ugonjwa wa mpox kusogeleana kwa karibu na mtu mwenye mpox wakati mnaongea, ambapo maambukizi yanaweza kutoka uh, kupitia matone ya mate au matone kutoka katika mfumo wa hewa wa mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Kusalimiana kwa kukumbatiana, kubusiana au kushikana mikono na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Kujamiiana na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Ikumbukwe kwa ugonjwa huu unaweza ukawaathiri watu wa rika zote na jinsia zote. Dalili za ugonjwa wa mpox huanza kuonekana kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya ishirini na moja baada ya kupata maambukizi. Dalili zake ni pamoja na homa kali, maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli uchovu wa mwili, kuvimba mitoki, vidonda vya koo, vipele vya ngozi vinavyoanza kama mabaka mekundu na kisha kuwa malenge malenge walenge, na kugeuka kuwa vidonda. Vipele hivi vinaweza kuonekana usoni, kifuani, mikononi, miguuni na wakati mwingine vinaweza kuonekana sehemu za siri. Dalili hizi huweza kuisha zenyewe, yaani self limiting, kati ya wiki mbili mpaka wiki nne au zaidi kulingana na hali ya kinga ya mtu aliyepata maambukizi. Matibabu ya ugonjwa wa mpox: mpaka hivi sasa hatuna matibabu maalum ya ugonjwa wa mpox. Mgonjwa wa mpox hutibiwa kulingana na dalili alizokuwa nazo katika kipindi hicho. Mfano, kama ana homa atapewa dawa ya kutuliza homa, na kama ana maumivu atapewa dawa ya kutuliza maumivu na pia kuwekwa karantini au uangalizi maalum wa kipindi cha siku ishirini na moja ili asiweze kuambukiza watu wengine. Ili kujikinga na mpox, zingatia mambo yafuatayo: epuka kusalimiana kwa kushikana mikono, kukumbatiana au kubusiana. Kuepuka kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa mpox tu. Usitumie nguo, mashuka au vitu vya mtu mwenye dalili za ugonjwa huu. Nawa mikono kwa sabuni na maji tiririka mara kwa mara, au tumia vitakasa mikono yani sanitize. Epuka kukaribiana sana na mtu mwenye dalili za mpox wakati unaongea. Vaa barakoa ikiwa unaongea kwa karibu na mtu aliye na dalili za ugonjwa huo. Safisha na takasa sehemu zote ya vitu vinavyoguswa mara kwa mara. Unapokooa au kupiga chake, ziba mdomo au pua kwa kiwiko au kitambaa safi. Epuka kula nyama ya wanyama wa porini wenye maambukizi au mizoga. Uonapo dalili za mpox nenda haraka katika kituo cha kutolea huduma au piga simu kwenda 199 bila malipo. Vile vile, ukiona mtu mwenye dalili za mpox toa taarifa kwa kupiga simu ambayo imetajwa 199. Mpox si laana wala si uchawi. Ni ugonjwa wa virusi ambao unaweza kumpata mtu yoyote. Unyanyapaa huchelewesha watu kutafuta matibabu kwa wakati na hivyo kuongeza hatari ya ugonjwa kusambaa katika familia au jamii. Mtu aliyepata mpox na kupona hawezi tena kuambukiza wengine, hapaswi kubaguliwa wala kutengwa wala kunyanyapaliwa na jamii. Matibabu ya mapema huongeza nafasi ya kupona na kusaidia kudhibiti maambukizi mapya, na hivyo kuzuia kusambaa zaidi kwa ugonjwa katika familia au jamii. Ukiona mtu mwenye vipele visivyo vya kawaida au unahisi una dalili za vipele, fika haraka katika vituo vyetu vya kutolea huduma vilivyopo karibu na wewe. Mpox ni ugonjwa unaozuilika. Elimu ni silaha yetu kwanza. Tuchukua hatua leo ili kuweza kulinda kesho yetu. Asanteni wa kunisikiliza.